Pa ni katika makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora, na kilichotufanya tufike hapa ni kutokana na kushikiliwa kwa afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe na jeshi la polisi mkoa wa Tabora, ambapo kamanda wa jeshi la polisi alishatanabaisha na alishathibitisha kuwa wanamshikilia afisa habari huyo. Tuko hapa kwa ajili ya kupiga kambi kujua nini kinaendelea na hapa, na hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao anatoa taarifa ya kinachoendelea juu ya sakata hilo. Mimi ni Apollo Benjamin Kiiti, endelea kuwa nasi. Hii ni ITV Digital. Ni kweli tunamshikilia meneja wa habari na mawasiliano wa, wa, wa timu ya Yanga Ali Kamwe, na tunamshikilia kuanzia jana, taratibu za kiupelelezi zikiendelea, kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, kama mlivyoona taratibu nyingine zinaendelea na zitakapokamilika tutaweza kutoa taarifa zaidi. Tumemwona Ali Kamwe ameshafikishwa hapa na ameingia huko ndani, kiu ya watu, kiu ya watu wengi sana, na tunataka kufahamu nini ambacho kinaendelea na je, Ali Kamwe, atafanikiwa kuchomoka leo? Eh, taratibu za kiupelelezi zinaendelea kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa na pale ambapo zitakamilika, basi haki ya dhamana itakuwa wazi. Dhamana inawezekana ikapatikana leo leo. Ndio. Kamanda, hizi kauli za Ali Kamwe zimetoka kwenye mambo ya michezo amoni, kama mnaingilia michezo na kuhatarisha mustakabali wa michezo nchini hili, hili, hili ni kosa ambalo amelifanya na amelifanya dhidi ya kiongozi linaweza kuwa na athari kubwa, na ukiangalia hata kwenye maneno ambayo ameyatamka, anatamka ana kuitaja ama kama kwenda kuisemea kui, kui, kui, kui kwa mamlaka ya uteuzi ambayo inamhusu kiongozi mkubwa, hili, hili, hili, hili ni kosa Tunapozungumzia mambo ya michezo yazungumziwe kwenye mipaka ya mambo ya michezo, lakini mambo mengine ambayo yanahusu heshima na hadhi za viongozi yanatakiwa kubaki kwenye mstari wake. Taratibu za kiupelezi zinaendelea na tutakuja kujulisha pale ambapo zitakamilika. Kama nilivyosema kwamba tuko kwenye taratibu wa mahojiano tunaendelea nayo, lakini hiki kitu kimeonekana wazi na jeshi la polisi limechukua hatua. Kwa hiyo, Kamanda, tutarajie Ali Shabani Kamwe akifikishwa mahakamani baada ya uchunguzi Nafkiri nitapata nafasi nzuri ya kusema baada ya kuwa uchunguzi umekamilika ume wa jambo hili. Kamanda, mshtakiwa ametoa kauli zake hadharani, pengine mnachunguza nini na inakuwaja uchunguzi unakuwa wa muda mrefu, wakati mshtakiwa tayari mnajua kila kitu alichokiongea? Ya tunalifanya, tunalifanya kwa haraka na tutafikia hatua ya mwisho mapema inavyowezekana, na kama nilivyosema kwamba baada ya kukamilisha vitu vichache leo hii haki ya dhamana itakuwepo.